Huambwa kuwa mama ni mama hata kama ni rikwama. Jumapili ya leo, kurunzi ilielekezwa kwa kina mama huku taifa hili likiungana na mataifa mengine ulimwenguni ili kuadhimisha siku ya kimataifa kwa kina mama. Makanisa mbalimbali yalisherehekea kina mama kutokana na wajibu wao kama walimu wa kwanza wanaotambuliwa kwa kukuza kuk kuelekeza na kujitolea kwa udi na uvumba, huku wakisawazisha majukumu hayo na taaluma zao, familia na uhusiano. Ripota wetu Nancy Okware anaangazia kwa kina taarifa hii jinsi wa Kenya walivyowaenzi kina mama, ambao ghalibu ushujaa wao hautathaminiwa. Ni jumapili asubuhi katika kanisa la Holy Family Basilica jijini Nairobi. Ni hapo kanisani ambapo siku ya kimataifa ya kuwakumbuka kinamama ilitambuliwa. Hivyo basi, tuwapigie makofi na kuwapongeza. Waliozungumza wakipongeza wajibu wa kinamama katika kuzielekeza familia na kuweka misingi ya maadili pamoja na kuwa nguzo katika jamii. Huenda wewe ni yatima, mama hayuko labda mwalimu wako, kuna mmoja ambaye katika maisha yako ni mama, itakuwa basi ni fursa njema kumfikia, kumshukuru na labda umtumie kitu. Hebu badilisha hata dayati yake tu ama mafuta yake anayetumia, ajihisi kuwa kazi ambayo anafanya ni ya muhimu katika jamii. Mnapopatana na changamoto, mjalie nguvu na pia awajalie mahitaji ya nyoyo zenu akina mama wote wazazi wetu, happy mothers day. Ulikuwa ni mwito kwa jamii kuwaheshimu kinamama na kuwaonyesha upendo wakati wowote. Ujumbe sawa na huo ulishuhudiwa katika kanisa la All Saints Cathedral. Waumini waliokuwepo kwa ajili ya ibada ya Jumapili walitumia fursa hiyo kuwasherekea kinamama, walionyesha shukrani zao kwa kuwapigia makofi kutokana na kujitolea kwao. Oh, mothers, today we

Meito sawa na hiyo ilitolewa katika kanisa katoliki la Sacred Heart lililoko mtaa wa baba dogo. Kwa yule yeyote ambaye ni mama ambaye Mungu amempea nafasi ya kuwa mama hapa duniani, tukuwa watu wa kulinda watoto wale tumezaa na wale pia hatujazaa, tukuwa wazazi wazuri katika hii dunia. Tunatakia mama wote kila laheri, na angalau tunahimiza mama wote ulimwengu mzima, angalau tuweze kuwajibika na tuweze kuwa watu kwa mama. Wakati unalea mtoto kwa njia ya zero years, akigrow unamwelekeza kwa njia mema na unamfaa kumsaidia. Hata wababa pia wanafaa kujiunga na hii kazi ya ulezi. Wakati huo huo, katibu katika idara ya huduma za magereza Daktari Salome Biako alikuwa amewasili kwenye kanisa la Katoliki la Gatitu lililoko Gatundu Kusini, kaunti ya Kiambu, ili kuadhimisha siku ya kimataifa ya wanawake. Alitoa msaada wa vyakula kwa zaidi ya wanawake wa kongwe mia tano. Katika kaunti ya Mandera zilikuwa ni sherehe za kina mama kwa ajili ya kuleta kizazi duniani, huku akizawadiwa kwa bidhaa muhimu kwenye wodi ya kujifungua kina mama katika hospitali ya matibabu maalum ya Mandera. We all know mothers are the

Siku ya kimataifa ya kina mama huadhimishwa Jumapili ya pili ya mwezi Mei ili kuwatambua kina mama kwa upendo wao na juhudi za malezi ambazo hazitambuliwi, lakini huchukua sehemu kubwa katika makuzi ya familia na jamii kwa jumla. Nancy Okware, Darubini Wikendi.